Karibuni katika makala hii inayotupia jicho uamuzi wa Chama cha Mapinduzi, CCM, kuweka ukomo kwenye ubunge wa viti maalum. Hata hivyo uamuzi huo wa CCM umetafsiriwa na wengi kama kukopi sera ya mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, sera ambayo aliitumia kujinadi katika kampeni za kuwania uongozi katika uchaguzi mkuu wa Chadema. Uchaguzi mkuu huo ulifanyika Januari mwaka huu. Lakini kabla ya kuingia katika makala hii, niwashukuru nyote, ni yote mnaotembelea channel hii, niwakaribishe wale ambao mnatembelea kwa mara ya kwanza. Endapo hujafanya hivyo na ikikupendeza, unaweza kusubscribe, lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kufahamishwa. Kadhalika, licha ya habari hizi za siasa, channel hii ambayo sasa inafahamika kama Jasusi TV pia ina habari za kitaifa, kimataifa, intelijensia, matukio, chambuzi na pia kuna kozi hapa. Kwa hiyo unapotembelea channel hii licha ya kuhabarika, pia unapata fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekee sasa kwenye mada husika, ambapo chama tawala, Chama cha Mapinduzi, CCM, kimetangaza kwamba kitaweka ukomo kwenye ubunge wa viti maalum. Hata hivyo, taarifa hiyo iliyotangazwa jana kufuatia kikao cha CCM kilichofanyika huko Dodoma tarehe kumi ya mwezi huu, imepokelewa na wengi kama chama hicho tawala kimekopi sera maarufu ya Mheshimiwa Tundu Lissu, sera ambayo aliitumia kujinadi wakati anawania wenyekiti wa taifa wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema na kilichompelekea Mheshimiwa Lissu kuja na sera hii ni ukweli kwamba kulikuwa na manunguniko, japo si ya wazi sana, ndani ya chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema, kama ilivyo kwa upande wa CCM kuhusiana na nafasi zo za ubunge wa viti maalum. Kwa upande mmoja, mchakato wa kupata wabunge wa viti maalum ndani ya Chadema ulikuwa hauko wazi sana, lakini pili, uh, walioteuliwa kushika nafasi hizo za ubunge wa viti maalum walikuwa mara nyingi wanaonekana kama ni watu wenye ukaribu na viongozi waandamizi wa, wa chama hicho. Kwa hiyo kulikuwa kama kuna masuala ya undugunization katika namna fulani. Lakini kingine ambacho kilikuwa kilichopelekea malalamiko kuhusiana na nafasi hizo za ubunge wa viti maalum ni ukweli kwamba walioteuliwa kushika nafasi hizo waliendelea kuzikalia kwa muda mrefu kiasi kwamba hiyo ilinyima fursa kwa wanachama wengine wenye sifa stahili kuweza kuziwania nafasi hizo, na ikajengeka tafsiri kana kwamba ubunge wa viti maalum ni kwa ajili ya watu maalum na kwamba wakiwa katika nafasi hizo, basi watakaa nazo kwa muda mrefu zaidi. Hali hiyo pia ipo ndani ya CCM na kumekuwa na manunguniko, kwa sababu kwa kiasi kikubwa uongozi wa Chama cha Mapinduzi umekuwa ni kama wakiukoo waki vile ambapo ukiangalia majina ya wabunge wa viti maalum katika chama hicho kwa kiasi kikubwa wengi ni watu wenye aidha undugu au karibu na viongozi waandamizi wa chama hicho tawala. Lakini kubwa zaidi, kuhusiana na uamuzi huo wa CCM kuweka ukomo kwenye ubunge wa viti maalum, ni ukweli kwamba sera hiyo ilikuwa ni ya Mheshimiwa Lissu, na Mheshimiwa Lissu alifanya ujasiri kuchukua sera hiyo, kwa sababu kwa upande mmoja alikuwa anagusa maslahi ya viongozi ndani ya chama hicho cha Chadema kwa sababu kama ilivyoelezwa awali, wengi wa waliokuwa wabunge wa viti maalum katika chama hicho walikuwa na ukaribu wa aidha kindugu au pengine ni wenza wa viongozi waandamizi wa chama hicho. Sasa mara nyingi unapotaka kuleta mabadiliko ambayo yanagusa viongozi wenzio, inakuwa sio kazi rahisi. Kwa hiyo kuna watu ambao walimpinga Mheshimiwa Lissu uh, katika kinyang'anyiro hicho kwa sababu walikuwa wanatetea hiyo ajenda ya viti maalum. Lakini pia kuna watu ambao walimuunga mkono Mheshimiwa Lissu kutokana na ukweli kwamba kwa, kwa kuweza kuweka ukomo katika viti maalum itapanua wigo ambapo watu mbalimbali wenye sifa mbalimbali, sifa stahili, wanaweza kushiriki. Hata hivyo, hii ilikuwa ni moja ya vitu ambavyo kwa Mheshimiwa Lissu na kushinda kwake kulimpa umaarufu kwa sababu hakikuwa kitu rahisi hii ilikuwa ni moja ya sera ngumu kwa sababu ingeweza kumnyima uongozi kutokana na nguvu walizokuwa nazo hao wanufaika wa hizo nafasi za viti maalum. Lakini pia ushindi wake ni ishara kwamba sera hiyo ilikuwa inakubalika miongoni mwa wengi, kwa sababu kama nilivyosema awali ilikuwa inatoa fursa kwa watu mbalimbali wenye sifa stahili kuweza kuwania. Hali ni hivyo hivyo hivyo huko CCM kuhusiana na ubunge wa viti maalum, kwamba hili limekuwa ni eneo la watu maalum ambalo haliwezi kuguswa kama kuna connection za kutosha katika uh, medani za uongozi wa chama hicho tawala. Kwa hiyo tafsiri imekuwa ni kwamba CCM wamekopi sera hii ya Mheshimiwa Lissu. Japo wao, japo hawajaongea, lakini it's likely kwamba watajitetea kwa lugha hiyo kwamba CCM siku zote imekuwa ni chama ambacho kinaangalia mwenendo, kinasikiliza maoni ya wanachama wake kinaenda na wakati na kwa hiyo kimeamua kuchukua hivyo, lakini a, tafsiri iliyo miongoni mwa watu wengi ni kwamba chama hicho tawala kimekopi sera hii na hii ni kama ushindi usio rasmi kwa Chadema, lakini hususan kwa Mheshimiwa Lissu. Huko nyuma Chadema iliona sera zake mbalimbali zikichukuliwa na CCM na baadaye CCM kuzinadi kama sera zake, na zikaja zikapendwa na watu, na umkinika kusema kwamba miongoni mwa vitu vilivyochangia CCM kuwepo madarakani ukiachana na uh, kanuni za uchaguzi ambazo pengine zinakipendelea chama hicho, uh, uporaji wa matokeo ya uchaguzi, miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikisaidia CCM ni tabia ya kupora sera kutoka kwa vyama vya upinzani, hususan Chadema, na hii inamaanisha kitu kimoja cha msingi kwamba endapo, uh, vyama vya upinzani, hususan Chadema vitaweza kuzinadi sera zao vizuri na kuelimisha wananchi vya kutosha, vina nafasi kubwa sio tu ya kujiongezea wafuasi au wanachama au wapiga kura, lakini huenda hata kuwavutia watu kutoka ndani ya chama tawala CCM, kwa sababu kama alivyosema, medani za uongozi katika chama tawala CCM kwa kweli imekuwa ni, wak... ni kama za kiukoo vile, ni miongoni mwa watu wachache. Kwa hiyo sera kama hii ya, um, ya ukomo wa ubunge wa, wa viti maalum inaweza kuwavutia baadhi ya watu uh, kujiunga na chama hicho au kukisapoti chama hicho. Ni muhimu kutamka bayana kwamba utekelezaji wa ukomo huo wa ubunge wa viti maalum huko CCM utaanza katika uchaguzi wa utaanza mwaka elfu mbili na thelathini. Mwaka elfu mbili na thelathini inatarajiwa kuwa ni uchaguzi mwingine, endapo kutafanyika uchaguzi mwaka huu, kwa sababu kama unavyoelewa kwamba Chadema kwa sasa wameeleza kuwa hakutokuwa na uchaguzi endapo hakutokuwa na marekebisho ya sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi, No Reform No Election. Kwa hiyo uchaguzi wa mwaka huu 2025 ni vigumu kuzungumzia kwa sababu hajulikani. Inawezekana uh, kampeni hiyo ya Chadema ikawa na ufanisi na wakafanikiwa kuzuia uchaguzi wa mwaka huu hadi hapo marekebisho yatakapofanyika. Lakini endapo utafanyika, basi uchaguzi unaofuata unatarajiwa kuwepo mwaka 2030 mbili ambapo ndio kwa mujibu wa sisi hizo sheria za hiyo huo utaratibu mpya wa ukomo wa ubunge wa viti maalum utaanza kutumika, kwamba ukomo huu utakuwa ni vipindi viwili vya miaka mitano. Kwa hiyo kwa kifupi, huu ni ushindi kwa Chadema, ni ushindi kwa Mheshimiwa Lissu, na ni ishara kwamba sera za chama hicho sio tu zina ufanisi ndani ya chama hicho, lakini pia hata wapinzani wao wa kisiasa wanazitamani. Sasa kilichobaki ni kwa Chadema kuendelea na harakati za kuwaelimisha Watanzania nje ya chama na kuwavuta watu wengi ili kuweza kukisapoti chama hicho. Basi mimi kwa sasa naomba niishie hapa. Nitaendelea kuwaletea makala nyingine kadri muda unavyokwenda. Nawatakia siku njema, asanteni na kwaherini.